Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo kama ambavyo tumeanza kwa watu waliotangulia, tupo nyumbani, tuko nyumbani. Nyumbani vipi? Utafahamu ndugu mtazamaji kwa nini tunasema hapa ni nyumbani. Tupo katika chimbuko na katika chemchemi yenyewe hasa ya kupata kumfahamu Shekhe Juma Hasani Mpondo na tulie naye mbeleni hapa baada ya kujitambulisha ndio utafahamu kwa nini nasema kwamba hapa ndio chemchemu yenyewe ya kumjua Shekhe Juma Hassan Mpondo. Baada ya kuwa tumewahoji watu wengineo ambao ni wa nje ya nyumbani, sasa hapa ndio nyumbani kwenyewe, na kama mnavyoona hapa mbeleni ni naye mtu ambaye mnamuona hapa mbeleni mwangu ni mtu ambaye ndiye atajitambulisha jina lake ni nani na Shekhe Juma Mpondo anamfahamu vipi Shekhe, kama ambavyo nimetangulia kusema E, watazamaji wanahitaji wafahamu wewe unaitwa nani, na hapa ni wapi, au ni mwenyeji wa wapi, umezaliwa wapi, e, na Sheikh Juma Mpondo alikuwa ni nani kwako, au ni nani kwako? Karibu Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Uzangu kwa jina naitwa Isa Ramadhani Simba. Mimi ni imamu wa msikiti wa Mtunduruni. Lakini pia ni shekhe wa wilaya Singida mjini. Yeah. Historia ya shekhe Juma Mpondo ni pana ndefu, Lakini insha Allah nitajitahidi kiasi ninavyoifahamu. Yeah. Alhamdulillah, Nitaanza kuizungumza historia yake. Kwanza nianze mie, mimi nili mwaka mwaka sabini, nikiwa mwaka sabini nikiwa mtoto, niliwahi kuanguka. Nilipoanguka nikateguka mkono wangu wa kulia huu, nikachukuliwa na baba yangu, akanileta hapa hospitali mkoani kutoka Sepuka. Na baada ya kuletwa hapa, nikafikia kwa marehemu Shekhal Kisudi na chini ya Shekhe Juma Mpondo. Eh, uh, nikakaa takriban mwezi, baada ya kufungiwa muhogo nikakaa karibu mwezi mm, chini yake mm, na alimwambia baba yangu mwache kwa sababu tumeambiwa tukenda na kurudi itaenda, wewe muache, mimi nitampeleka mm, yando alonisimamia mm, lakini siku naondoka, alimshauri baba yangu mm. Bwana, mimi nakushauri huyu kijana akipona aje kusoma mm. kaka yake Adamu hajatulia darasani toka ameletwa hapa, atulii mm. huyu mdogo wake anaweza akawa ametulia mm. nakushauri hivyo. Akashauriwa mzee wangu baba yangu mm. anamshauri na nami nasikia, basi mm. tuliporudi Sepuka kweli, mwaka unafuata mm. no, baba yangu akaamua akamwa kunileta hapa nikawa nimekuja rasmi hasa mwaka sabini na tatu ndo nikaanza kuletwa hapa mm -hmm. nilipelekwa Iguguno kwa shehe Makula mwaka sabini na mbili, sikukaa muda mrefu. Baba akamwa ku, kuunga mkono mm -hmm. fikira ya shehe mm -hmm. bora umlete huyu ba mm -hmm. ndicho ndo dugu yangu yeye shehe yupo, mwalimu Hamisi yupo, Adamu mm -hmm. yupo mm -hmm na Adamu na mimi. Adamu amezaliwa na mama yangu, mama yangu mkubwa, mm. na mimi nimezaliwa na mama yake mdogo, tumbo moja, yeah. na Adamu na Shekhe Juma ni baba mmoja, yeah. ila mama tofauti, yeah. Eh, baada ya hapo ni baada ya kuletwa kusoma, basi na akanipokea, wakanipokea kwa shekhe alitwa, kaombewa dua, nikaanza kuendelea mm. kuishi nikikuta shekhe ni, ni amekuwa ni yeye sasa, tumefika pale anaitwa mm. Kaka Juma kaka, na sisi tumeendelea kumwita kaka Juma kaka Juma kaka Juma mpaka mm. alipofariki shekhe Khalid Sudi mm. ndio jina la kaka Juma likaisha. mm. kaa sasa. Eh, mm. e, historia ya shekhe, shekhe binafsi mm. aliipenda ilimiadi Alijituma mwenyewe mm -hmm. alikuwa mtiifu kwa shekhe wake mm -hmm. mnyenyekevu kwa shekhe wake mm -hmm. msikivu kwa shekhe wake mm -hmm. tofauti na wenzake, huwezi mm -hmm. kulinganisha na walimu wengine mm haipasi -hmm. kuwataja kwenye, kwenye, kwenye majina mm -hmm. kisisi tuni mkuta shekhe mwenyewe anajitahidi sana mm -hmm. anasomesha yeye ndo walikuwa wanatusomesha sisi, ndio maana tunamwita kaka Juma, tusomesha sisi wao. hmm. wanasomeshwa na Sheikh Abdusudi, si kusomeshwa na Sheikh Abdusudi kidogo sana. hmm. dakika 15 wanatuacha anii. hmm. Juma. hmm. hebu wasomesheni hawa, basi ndo wameendelea hivyo. yes. umeendelea kusomeshwa lakini. hmm. elimu ya Sheikh Juma ilikuwa ya ajabu, ilikuwa hmm. inapanda hmm. inapandaje? hmm tunasoma kwa shekhe Hadi Sudi mm. Baadaye nikamgundua binafsi alikuwa na tabia ya kwenda kujisomea kwa walimu tofauti, pata kiona huyu msomaji mzuri wa Qurani, huyu ni msemaji mzuri wa kisimama, kusema shekhe mm. mm. mashaallah. kama nilivyoeleza mwanzo kwamba shekhe akaonekana ni kijana anayesimamia pale Madrasatul mm. Qadiria mm. alula tunaita, mm. Qadiria tulula, yeye mm. ndo kama alikuwa anaitwa ndo kama kaka mkubwa mm. japo alikwepo wakubwa zake yeye, mm. kwa umahiri wake na umakini wake darasani na kusimamia watoto mm. alikuwa ni ana nguvu kuliko wakubwa zake mm. sababu yuko Hamisi Dafi mm. Katibu wa wilaya, katibu wa wilaya mm, walimhamisi mm, yupo alikuwa anaita Omari mhenyi wote, yeah. wale walikuwa ni wakubwa kwake mm, ye ndo walikuwa nyuma mm, lakini ye ndo walikuwa anaongoza darasa mm, upande wa kaswida mm, upande wa yote yale mm, wale wanakuwa wapigia... ni wanapiga dufu tu mm, lakini ye ndo anaongoza ndo anayeghani mm tumeendelea kwenye kasida natusomesha nahani sisi tunaitikia, tunafanyaje, kila eneo yeye anakuwa nawaongoza wenzake. hata mm. katika tajwidi alikuwepo kijana mm. mmoja anaitwa Mahamudu na sijui, mm. kama mtamkumbuka Mahamudu huyu, mm. alikuwa msutoa mzee Abeti yeah. eh, au tuseme eh, Mahamudu huyu pale kwa Arabu kwa kina Kaidi Sawa. mm. ambaye ni mdogo wake na mzee Hussein aitwa mm. Mahmudu yeah. alitokea naye msomaji mzuri wa Qurani sana. Ndio mm. akawa huko pamoja na shekhe huko mm. nyuma wakati sisi wadogo mm. shekhe alikuwa na ani na yule Mahmudu. Mahmudu akaonekana mzuri sana shekhe akawa naye mm. lakini yule mtoto wa Kiarabu basi akaendelea na mambo hayo akikeaya mm ya kazi shekhe akawa na ngani kwenye kwenye kasida ngani kwenye kusoma Qurani shughuli mm -hmm. zote ndani ya nchi walikuwepo, mm -hmm. watu kina mzee kaidi kai yule aliongero mm -hmm. na walijitokeza wale walisoma alamu wale mm -hmm. kwa wanapambana na shekhe mm -hmm. lakini ndio siku moja mm -hmm. Sheikh Isa Simba marehemu mufti mm -hmm. alihudhuria maulidi ya Ititi. mm -hmm. Sheikh Juma alisoma Qurani sana siku mm hiyo -hmm na watu alipata hela, watu walimsifu walifanyaje? mm. Shekhe naye akampenda, akamwalika na Shinyanga, mm. kwenye shughuli zake, ndo pale aenda mm. akamshika mkono shekhe wao, na sauti nzuri lakini Qurani mm. mm. ujui somo sahihi mm, hakuchukia kama watu wengine, wazo kamwambia mtu akachukia kwa mm. hiyo yes. akachukia kana, labda hili ni isome Qurani vizuri, nifanyeje? mm. ndio akakaa chini tabia bana, Qurani nasoma kadha kadha kadha Naomba niwaambie kwanza, wafuatilie wasomaji wa Qur'ani wa Dar es Salaam mm, na insha Allah iko siku nitakualika mimi kwenda kwenda ukawaone wenzako kule mm. ndio akaja akaalikwa hapa kwenda Dar es Salaam kwenda kukutana na hadhara zile za ivukoni kule. Ndio wakakutana wasomaji kweli kweli na yeye akaja akapewa nafasi kuisoma, watu wakamwambia wewe, una sauti nzuri lakini, mm. Qur'ani hauisomi hivi na akakubali, mm. akaikubali kabisa, na akawa mm. sasa ana wahaka mm. anataka kuijua Qur'an. mm. na haikuchukua muda shekhe, muda mchache muda, mm. muda mchache mm. tu tu shekhe akawa anaijua Qur'an. mm. na mashindano ya kwanza mm. shekhe ali walikuja watu wa Irani, mm. shekhe alishinda mtu kama watatu au wanne, watatu au watano mm naye ikabidi mm. aliko kwenda Iran lakini kwa sababu kama nilivyowaambia mm. hakuwa yani, hakuwa na uhuru mm. kaenda kwa kutoroka, anaendaje mm. sijui nanelewa. Hiyo awamu ya kwanza mm. hakuenda mm. awamu ya pili alipoenda ndo sasa akawa wazi mm. akatakiwa kwenda, lakini sijui kuna kitu ambacho kilitokeza, mm. hakuweza tena kwenda mm. lakini alishiriki mashindano na alishinda pambana mm. na kina Yahya Hussein mm. mm. Ya mm -hmm. Hii ndio historia mm -hmm. kwa na jituma, mm -hmm. ya Shekhe namna alivyokuwa mm -hmm. anajituma juu ya kuwa. Kwanza Shekhe alikuwa na tabia moja, kimwona huyu ni Shekhe, lazima atamlazimisha huyo rafiki yake mfano. mm -hmm. baada ya kufika Dar es Salaam ndio kukutana na mashekhe mbalimbali mm -hmm. ndio kufahamishwa Mufti Hemedi mm -hmm. kufahamishwa nani mm -hmm mufti na kila anapokwenda mashaallah, shekhe alipendeka mm. Alikuwa mtiifu mwema, anaongea na mtu kwa adabu mm. mtu anampenda naye anawapenda kabisa mm. yeah. na alikuwa ndo tabia yake, Dar fika Dar es Salaam anatafuta mufti kwapi, anaenda anasoma mm. nyumbani kwake anasoma mm. na na kipindi ambacho mimi tumekwenda kusoma Dar Dar es Salaam mm. na hasa shekhe ndo kipindi hicho alisoma sana mm sababu ndo alikuwa na uhuru, na alikuwa alikuwa akifika Dar es Salaam tunaongozana naye tunaenda kushaka, tuna kabdu juna yote tunaenda kushaka na rutini, tunaenda kote mashekhe unavyoona mm. wa Tanzania hapa wakubwa, shekhe kwa watu wake, mpaka marem shekasi kwa watu wake wote shekhe, mpaka wakamfahamu, wakaona huyu shekhe ni mwana wa chuoni na akawa anatisha Mm. amesoma so, no, mikononi mwao lakini wao wanamwogopa wanasema huyu mwana wa chuo ni kasoma wapi. so, mm. na ndio Mwenyezi Mungu wa ajabu sana. mm. Shekhe wetu sisi, ali, tu, wale wale walihisi labda amesoma nchi za Waarabu nchi kubwa. mm. yaani kwenda Misri ni kama vile Mwenyezi Mungu amwongelea mm. na aliporudi huwezi kufananisha na shekhe yoyote. mm. aliporudi huwezi huwezi na shekhe yoyote. Aliporudi shekhe huwezi kufananisha na shekhe yoyote. Mm. Kwanza akawa ni mhadhiri mzuri. Mm. msemaji mzuri. Mm. msomaji wa Qur'ani mzuri kuliko Sheikh yeyote Tanzania. Mm. alikuwa akifikiri hawa kuna msajadi hapo. Mm. ndio alomsomesha ina alhari ndio alomsomesha. Mm. lakini waweke pamoja lazima Sheikh atashinda. Mm. ndio Mwenyezi Mungu alimpa kipaji kikubwa sana. Mm. na mwenye tunamwombea Mwenyezi Mungu amfi, am, amweke mahala pema amina, amina. Mm. Amin. Sheikh ana historia kubwa mm -hmm. mm -hmm. sana kusoma mm kwake -hmm. Kama alivyoeleza, amesoma kwa mashekhe wengi sana, amejipenyeza kwenye kwa mashekhe waliye wasomi wa hali ya juu. Mm -hmm. Tunaambiwa hali mm -hmm. kufanikiwa. Tunaambiwa pia alikuwa mfanyabiashara. Alipata kufanya biashara mm -hmm na labda katika kuishi naye alipata kukuambia sababu zilizokuwa zinamsukuma kufanya biashara, na sababu ya kufanya biashara shekhe ni kwa ajili ya kusoma. Alipokuwa anaona sasa, anaambiwa ile akasome, hana hela, anafanyaje? Mwanzo akajiunga na rafiki yake marehemu Mzaklani, rafiki yake Mzaklani ambaye mtu wa kwanza kwa rafiki yake sana ndo alomshawishi mpaka kumuomba, kumuomba kwa shahadi msudi, na muomba huyu bwana, au anafanya kazi zake hapa, usiwa na shekhe, na akawa anauza nyama kwa Mzee Omar Saif, kwa babi yake na Claude, aliyemzalia mama yake yule mzee nani, aliyopo pale, Mzee Omar Saif yule ni mjomba wake na Claude. Sasa yule mzee alikuwa ananunua ng'ombe anapeleka Dar es Salaam minadani mm. kama ana mm. bucha hapo zinasimamiwa na clan. Moja ndio akapewa kazi ya kusimamia bucha hiyo. Na cha Arusha Road pale. Ndio alikuwa anauza pale. Sasa katika kuuza pale ndio kulikumpelekea shaka kupata senti kwenda kutafuta elimu. Mm. Uh, hapo sikia mwalimu fulani Sheikh Abdullah akimbia, Sheikh fulani Sheikh anaenda mm. kupitia kile kikazi. Mm. Lakini kupitia kwamba nimetumwa kufanya jambo fulani mm. kupitia kazi yake, kumbe mwenzako kaenda kufanya nini? Kwenda kusoma. Na alipofanya muda mrefu kwa klani pale, ndipo pale akapata idea ya kufanya biashara mwenyewe mm. Sasa akapata biashara, akapata nadhani mtaji wake, akawa sasa na yeye anachinja, ana ng'ombe wake wawili, mmoja anauza, akawa sasa yeye uko buchani kabisa, soko kuu mm. Hmm. Katika eneo ya uongozi, Sheikh Juma Mpondo, kwa kumbukumbu zako, amepata kushiriki katika mambo ya uongozi katika mkoa um, wake mfano Singida uh, katika sekta zipi labda katika level ya uongozi pamoja na maendeleo katika mambo hizi hizi sekta mbili zisekta. hmm. kwa kweli Sheikh, Mwenyezi Mungu alimjalia baada ya kufariki Sheikh, akawa imamu msikitini na yeah. Baada ya kuwa imamu msikiti wametunduruni baadaye ikaja ya katiba ikawa, mm. inataka mashekhe wa, wa kata kwa shekhe wa wilaya wawilaya lakini akiwa shekhe shekhe wa, mm. wa, yeah. e, wa wilaya mm, haad shekhe Naso, baba yake na mzee Shaksi, ndio shekhe wa mkoa yeah. Mariam mm. shekhe Juma Mpondo mm. amekuja kuchaguliwa kwenye baraza la baraza la mashehe mkoa, kuanzia kwa shehe Muhamed, mpaka kufa kwake. Shehe Juma amekufa akiwa kwenye baraza la ulama mkoa mm. mm. mm. mm. mm. kipindi ana

wana amefariki wakiwa tayari mm. Sheikh wa Mkoa Sheikh Mahami mm. Yeye mm. Baraza la mashehe wa Mkoa ndo alifikia ngazi hiyo lakini tayari alikuwa anatumika kitaifa mm. na Mufti Emedi mm. Mufti Sheikh Simba mm. Kwa kuna wito wa kwenda labda mkoa Tabora, Shinyanga wapi anampigia simu ungana na, na mm. baadhi ya mashehe wende nao kwenye hadhara au kwenye jambo fulani mm. Alikuwa akitumika kitaifa kama anavyotumika mimi sasa. Mm. Nikaa hapa naweza nikapigiwa simu na bwana, ungana na mashekhe wanapita kwenda Shinyanga kwa ajili ya kazi fulani mm. O kazi abay ameanza kutumikia taifa muda mrefu sana sana. So, so. Uh, juhudi yake katika maendeleo shekhe, kwenye maendeleo alikuwa ni mwanaharakati shekhe aja mm. Yaani hakuwa ni mtu wa kubweteka mm. kwamba afanye kazi ah, ah baada ya kuanza kuchinja, maana yake Sheikh aliendelea na biashara mm. biashara bali bali alijiingia, lakini moja mm. ya biashara aliyoingia nayo ya kwanza ilikuwa duka. Baada ya kuacha acha mm. kuchinja mm. akaanza, akaanza na duka, na hasa pale alipojenga nyumba yake ile tunduruni ile mm. akafungua duka mm. wauzaji tukiwa sisi wenyewe, nauza sisi na wanafunzi ambayo tunaishi naye pale mm na hasa duka alikuja kwanza baada ya kufariki Shekhe mm. Sudi. Mm. Akiwa yeye bado yuko buchani na uza nyama, alifariki Shekhe mm. mm. Ndio akaanza duka duka mwisho duka akaacha duka, akaanza mm. hoteli, akaanza na hoteli ameenda mashallah, baadaye akapata mtaji mkubwa mm. nakaomba nyumba kwa aaatuwaishia marafiki zake mm. wakina na kina Zinat na Mustafa wakampa ile nyumba kabomwa, ndo akatengeneza pale hoteli kubwa ikawa maarufu Shawali. Basi ameenda nayo, menda nayo mpaka ikafika mahala hoteli